Tafiti zinaonyesha kwamba sekta binafsi ema, kwa sababu ya necha yake, lakini kwa sababu zote kwa ujumla, ni kwamba ina ufanisi zaidi wa kimanagement kuliko sekta ya umma. Kwa hiyo tunaweza tukafanya ubia kwa sababu tu ya kuvuta ufanisi wa kimanagement. Sasa sababu hizi tatu zimepata kujadiliwa katika misingi tofauti tofauti na yamepata kuwepo maoni au imekuwepo na bado yapo maoni tofau tofauti kuhusu eh, sababu hizo. Yapo mazingira ya kwamba huyu mtu sasa amekuja tu na, na briefcase, alafu aendeshe kampuni hii, amekuja na, na, na kitu gani serious. Nafikiria kwamba atakiwa aje kwa na mitambo, lakini kumbe anaweza kuwa amekuja tu na group kwa ajili ambayo ina advance katika maswala ya, ya, ya, ya, ya, ya management kubadilisha namna ambavyo eh, kampuni au shirika au taasisi husika inafanya sasa. Tafiti kwa mfano Oxford review ya mwaka 2014 walionyesha kwamba katika mataifa makubwa 13 kiuchumi duniani, asilimia 62 ya, ya uchumi wao, asilimia 62 ya national wealth inatokana na human capital na asilimia ishirini na tano inatokana na efficiency of institution wakati asilimia tano tu ndio inatokana na natural resources mali asili. Kwa mantiki nyingine ni kwamba eh, uchumi unategemea pia efficiency ya institution. Kiasi ambacho uchumi unapoteza kutokana na inefficiencies zikiwa monetized kinaweza kuwa kikubwa pengine kiasi ambacho pengine kuliko kiasi ambacho kingeweza kupatikana kutokana na mali asili. Kwa huo ndio zu na, kwa kusema hivyo kwamba hayo mataifa makubwa kumi na tatu ambayo efficient institution inatoa mchango mkubwa kuliko natural resources haimaanishi kwamba mataifa hayo hayana utajiri wa mali asili, kama ambavyo baadhi tumekuwa tukiamini. Nchi kama Marekani na mafuta Norway, wana gesi nyingi kuliko nchi nyingi za Afrika. Russia wana gesi nyingi kuliko nchi nyingi za Afrika. China wana gold, wana dhahabu kuliko nchi yoyote Afrika. Mwaka 2023 walikuwa na zaidi ya tani 200, sisi tukiwa tani 50. Sio ya kununua, kwa maana yaliyochimbwa katika nchi husika. Kwa e, katika Ujerumani wana makaa ya mawe